Uh, leo niko hapo kukuambia vitu vichache vya msingi kama kijana. Unajua ndoto zinakusubiri. Malengo uliyojiwekea inakusubiri. Baba, mama anakusubiri. Kaka wadogo wanakusubiri. Watu uliobeba yatima yao wanakusubiri. Maono yako makubwa inakusubiri. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Mara nyingi tunapozungumza kuhusu maisha, tunasahau kwamba kila mmoja wetu ana safari yake, na uikaa vizuri, ukafikiri changamoto zote tunazopitia zinatufundisha kitu cha msingi kwenye maisha. Kitu hicho cha msingi ni hili: usijione mdogo. Kila hatua unayopiga leo, hata kama ni ndogo kiasi gani, inakusogeza sehemu fulani. Na ukweli ni kwamba hakuna mtu ambaye anafanikiwa bila kupambana na huzuni, maumivu au kelele za watu wanaokuzunguka. Kumbuka, kila kitu ni hatua. Usiogope changamoto, usiogope kelele, usiogope maumivu, usiogope upweke, usiogope huzuni. Sasa hebu fikiria, kama ungeamua leo kwamba unabadilisha mtazamo tu na sio maisha yote mtazamo tu, ungefikia wapi baada ya miezi sita? Ndio maana nawaambia vijana wenzangu, usiogope kuanza. Hanza sasa, kila kijana ni mlango, kila kijana ni almasi, kila kijana kuna utajiri, kila kijana ni goldi, kila kijana ni biashara, kila kijana ni mtaji lakini funguo ipo mikononi mwake. Lakini hofu haizuii mafanikio, inakupa tu nafasi ya kuonyesha ujasiri wako. So chukua hatua leo, hata kama ni ndogo. Huu ndio mwanzo mzuri wa safari yako.